Kama mkuu wa serikali ni jambo la amani, kama nilivyosema, ni jambo la usalama, ni jambo la utulivu katika wilaya yetu, kwa sababu halmashauri yetu ilikuwa bado haina uongozi, kwa maana ya waheshimiwa madiwani, walibaki wataalam. Sasa kuanzia leo, waheshimiwa madiwani, mmeapa katika baraza hili tukufu, na mojawapo ya majukumu ya serikali za mitaa hususan halmashauri za miji na wilaya la kwanza ni amani, usalama na utulivu wa raia na mali zao, na nyinyi ni mashahidi. Halmashauri yetu ya mji tumekumbwa na tatizo la kukosekana kwa amani hasi baada ya uchaguzi tarehe 30. Sasa, kwa sababu mmeapa na mnakwenda kuwa wenye viti wa kamati zenu za maendeleo za kata, tulikuwa tunashindwa kuunganisha kiungo kati ya serikali na nyinyi kwa sababu mlikuwa hampu. Tunaamini kuanzia sasa, kama wenye viti wa kamati za maendeleo, wajumbe wenu wakiwa wenye viti wa mitaa, na wataalamu wenu wakiwemo watendaji wa kata na watendaji wa mitaa, tunaamini kilichotokea tarehe thelathini hakitatokea na tutapata taarifa za kutosha na za makatazo na mazuio kutoka kwenye kata zenu, ninaamini hivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kwa ushirika wenu kama waheshimiwa madiwani mkatekeleze jukumu hili la amani na usalama kwa nguvu zenu zote. Pale ambapo mnaona panashindikana, tupeni taarifa serikali, tuchukue hatua ili haya okay, yasitokee. Hakuna asiyesikia asiyeona, kwenye vyombo vya habari tunaambiwa tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili tunaambiwa kutakuwa na maandamano ya mfululizo. Sasa sisi kama viongozi ni wa kuchukua hatua na kuhakikisha hiki hakitokee. Kwa polisi, hilo si jukumu la mkuu wa wilaya pekee, si jukumu la usalama usala, usala wa taifa wa wilaya na vyombo vya dola vingine ni jukumu letu sisi sote kama viongozi, lakini na wananchi tupate taarifa, hata kama nindo, ni ndogo, tutaifanyia kazi kuepusha haya ambayo yanaweza kutokea. Kwa hiyo ni waombe sana kwa nafasi zenu za uongozi kwenye maeneo yenu, tusaidiane katika hiyo.